Biashara ambayo ni kubwa sana na duniani. Katika kipindi chetu cha kwanza tulielezea jinsi gani biashara hii ni kubwa, asa, nasa, ni kubwa duniani, na sasa ni biashara ya tatu kwa ukubwa duniani, ya kwanza ikiwa ni uzalishaji wa silaha, ya pili ikiwa ni e, biashara ya madawa ya kulevya na ya tatu ikiwa ni hii sasa ya muza binadamu kama bidhaa na tueleza sababu. Sababu zilikuwa eh, zinachangiwa na umaskini, lakini pia ulagai, lakini pia ukosefu wa ajira eh, ukosefu tuna. wa fursa mbalimbali katika maisha tamaa, vijana wengi wanaingia kwenye tamaa, mafarakano ya, ya, ya, ya, ya familia na hata migogoro ya kisiasa hiyo haya yote yanaweza kusababisha e, hii biashara kuendelea biashara na kukua, kukua kwa kasi kwa sababu, e, ni, ambayo, kwa sababu biashara ambayo wanaoweza kuifanya wanapata kipato kikubwa sana, na wapatia kipato kikubwa lakini, pia tukaona kwamba pia ni ukuaji kukua, kukua kwa, kwa biashara ya ngono duniani, yaani yani imekuwa hivyo kwamba wanatafuta watu wa kwenda kuwekwa barabarani. Da. Na wale wanaotafuta basi napata pesa kupitia hawa wanaowanunua. Lakin, lakini pia hebu sasa kwa siku ya leo kipindi chetu cha leo, kwa kwa kwa leo, kwa kwa leo kwa kwa tuangalie mbinu zinazotumika kuwapata kwa kwa hmm. au viashiria ni viashiria gani ambavyo utaona kwamba hapa hiki kitu kinaweza kumpeleka huyu mtu au hata mimi mwenyewe kuwa mhanga wa biashara haramu ya binadamu. Kwanza kabisa, kabisa na ile hali ya mtu kuwa karibu na wewe, yaani anapoanza kuguguni uta, utaona tu kwamba ona kwa huu urafiki nakuwa ni wa karibu mimi <tabu> nniiisi <tabu> labda tu mmekutana kwenye daladala <tabu> au mmekutana hata kwenye kituo cha basi au hata kituo cha treni au hata mmesafiri pamoja kwenye basi moja. Lakini jinsi atakapokuwa karibu na wewe, akijaribu kukuweka karibu kama vile anafahamu tangu zamani na wewe vizuri, atakutaka kujua unaenda wapi, umetoka wapi, unaishi wapi, atataka kujua vitu vingi. Atajitambulisha na yeye atasema, atakwambia habari zake karibu zote, kufanya wewe uendelee kufunguka na hizo habari anazokuambia zaweza kuwa za uongo mtupu, kwa sababu malengo yake, ni mwindaji, yuko katika mwindo, anakuwinda wewe ili aweze kukupata na kukutua, kama vile anauza mbuzi au kuku, ili aweze kujipatia kipato. Kwa hiyo sasa, urafiki huu ku, unavyozidi kuwa karibu na hata anaweza taka kupata na zawadi au hata kununulia kitu f chochote we umeshaingia kwa mtu ambaye sio sahihi sana kwako, pamoja na kwamba anakuonyesha upendo mkubwa sana na wewe umfahamu, anza kuwa na tahadhari. Anza kuwa na tahadhari. Hapo anaweza kufanya kitu chochote ambacho cha kwanza, kitu ambacho kinahusiana na kula. Anaweza akanunua hata kama ni mtunda au kinywaji chochote akakuwekea kitu mle ndani, tayari wewe tena ufahamu, anakuchukua anakushusha kituo chochote anachotaka yeye, anakupeleka anakotaka. Wanaweza pia wakatumia hata hii madawa, wana dawa fulani wanatumia za kunusa, anaweka kwenye kitambaa au wanapuliza sehemu ambayo pengine ni karibu na wewe unapokaa. Kadri unavyoenda, unaendelea kuvuta ile hewa, unavuta ile hewa, unashangaa usingizi usio ushelese kwa sababu usingizi mzito unakushika sasa. Usingizi mzito ukisha kushika, atakacho kifanya, sema sisi tumefika. Labda unakwenda kwanza, unafika sehemu fulani, anasema sisi tumefika, sisi tumefika, kwa maana ya kwamba jisi vilevile kama anaongelea na watu, wanapokuona yuko karibu na wewe, anaamini mna safari moja. Kwa hiyo anasema tunataka kushukia hapa. Sasa hapa atajitahidi, msema ah, mwanzo tunaona kama vile hajisiki hivyo, atakushika mkono atakushusha kwenye gari na vitu vyako vyote atachukua, anakupeleka anakotaka yeye. Kama atakuweka gesti, akusubiria upate ufahamu, au anakumalizia kabisa na dawa, ili uishie kabisa, aweze kufanya, kufanya alichokufikia labda ni kutoa figo au viungo vyote vya ndani kukutoa au kukusafirisha kama mtumwa, basi atafanya anachotaka. Kwa hiyo ukiona mtu ambaye anakuwa na urafiki wa karibu kupitiliza na ufahamu vizuri, anza kuchukua tahadhari. Kuchukua tahadhari kwa haraka, ama ya kukaa mbali naye, ama kujaribu kubadilisha hata sehemu uliokaa, yani Kiyo, hivyo na ama kwa wakati mwingine, ukiwa jasiri unaweza kumwambia ninakufahamu. Kwa hiyo jiepushe na urafiki mnaoupitiliza kwa watu sio wafahamu vizuri, na wakati mwingine wanaweza kuwa ndugu wanaweza kuwa ndugu kabisa, kwa sababu pesa haina ndugu, pesa haina mzazi, pesa haina rafiki. Pesa ni yaani, ok, niseme ni kiumbe kilichotengenezwa na binadamu kwa ajili a mtoto wa shangazi wa mjomba, lakini sasa hivi imekuwa nzuri, amekuwa ndugu yangu, ameonyesha upendo, upendo. Atakupata na vijisenti vya kukufanya uone kwamba sasa ndugu kwa yako anataka kubadilisha maisha yao kusudi ya kutoa hapo ulipo atakupeleka mahali ambapo anaweza akakuuza na kukufanya na wewe ni bidhaa sasa. Kwa hiyo uikimbie kabisa hiyo hali anayojaribu kuonesha ya urafiki sio wa kawaida ambao hukuzoea kuona kutoka kwa. Kwa hiyo haijalishi ni ndugu, haijalishi ni jirani, haijalishi ni rafiki unayemjua na usiyemjua, uwe naye makini kwa sababu binadamu sasa hivi pesa ndio inayozungumza na sio tena uhai kwa mtu. Lakini pia hata mahusiano mabaya ya kulazimishwa kulewa eh, au kupatiwa mchumba, kwa sababu hawa wanaweza wakakulazimisha kulewa na mtu ambaye hufahamu vizuri. Kwa nini? Kwa sababu wanapokuja kule kutafuta wakule, wanakuja na hela wanawapa wazazi, na wazazi wakiona wanaweza wakalazimisha Nimepata mume, tena mume huyo ana pesa kwa nini anakataa? Wakakulazimisha kabisa kuolewa naye. Kumbe yule hakuja kuolewa, amekuja kutafuta bidhaa ambayo ni wewe binadamu akakutoe kafara huko anakotaka yeye mwenyewe. Hivyo. Eh, kukatazwa kuwa na mawasiliano na ndugu zako kwa mfano. Unaweza kutoka kijijini, unakuja mjini, unafanya kazi. Unashangaa unadhibitiwa kwa kiasi ambacho Huwezi kufanya kitu chochote, hakuna ruhusa. Sisi kuone kame unanapiga simu kila mara nyumbani kwenu, na hata simu, unaweza ukanyanganya simu. Unaweza ukanyanganya kila saa unapiga simu, kwa sababu gani? Hakuna ruhusa ya kupiga pia simu, simu kwenu. Eh, hakuna ruhusa kumjua huyu mtu nataka kufahamu mtu huyu. Wakati mwingine huyo mtu ambaye amekuchukua ame huko kwake, hataki umfahamu vizuri. Yani anafanya kama vile ukae kwa siri yani usimfahamu vizuri, usitaki kujua mambo yake. Wewe kaa kukula basi, kazi utafanya, lakini kuruhusiwa kujua vitu vingi zaidi eh. na wewe pia kuruhusiwa pia kuwa na mahusiano ya karibu sana na ndugu zako. Hivyo ni viashiria ambavyo vinakuonyesha kabisa hapa, hii kuna hatari ya kwenda mbali zaidi, au hapa pengine ndio nishafikivo sasa, mimi ni mtumwa bila kujua. Unakuta kwamba huyu mtu akikuona tu unaongea na mtu utakumbezwa na watu, unaweza ukapigwa, uruhusiwi kwenda kwa jirani, uruhusiwi kuchangamana na watu, na hata kama anataka utoke, nitakwenda naye mguu kwa mguu, unakaa mbele yake kama vile wewe ni mtoto mdogo, kwamba utakutea, anakulimiti na kulimiti kwa kila kitu kwao, unajikuta kwamba mbona sisi hatuna uhuru? Yaani hakupi uhuru wote, kwa sababu anachokusudia kufanya, anaogopa usiji ukishtukia sasa ukiona dalili kama hizo, ujue tayari hapa kuna kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo, kwa wewe ambaye tayari huko kwenye mazingira hayo, ukibahatika kusikia kipindi hiki, ujue tayari uko kwenye hatari ya kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo, chukua hatua, unaweza ukatoroka, ukaondoka, ukarudi kwenu kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Kwa hiyo, ujue ni viashiria wakati mwingine anaweza akajifanya na kupenda sana na kukuahidia kazi e, nyingine ambayo ni kubwa na yenye faida zaidi. Inawezekana labda hapo kwake au kwa ndugu zake au nje ya nchi kuna hiyo hayo mazungumzo yanaelekea huko wao, unajua hapa, mimi nakulipa lakini kidogo, ila nataka nikupeleke kwa ndugu yangu, au nikupeleke siku kwa rafiki yangu, huyo atakulipa vizuri zaidi hivyo, au sijui nje ya nchi, ujue, hicho ni kiashiria kimojawapo cha wewe kuanza kuuzwa. Huyo ni wakala. Hiyo ukiona anaanza kukombia vitu kama hivyo, basi jihadhari, usikubali kabisa, mwambie sawa mwitikie, pia uwe makini, usimkataie hapana sitaki, wakati bado unaendelea kukaa kwa, anaweza kutumia mbinu nyingine ambayo ni mbaya zaidi. Kwa hiyo ukiona tu hizo dalili zinaanza kwa mtindo kama huo, jaribu uwezavyo kutoroka mapema. Unaweza hata usimwambie ukatoroka. Lakini tumeona kwamba kuna viashiria vingi, kuna vingine vya wazi inaonekana na kuna mingine sio wazi sana. Hivi ambavyo sio wazi sana ni vile ambavyo utaona ni kama vile tu kawaida, lakini pengine unaona huyu bosi uwe kwake, sasa hivi alikuwa hana mpango wa kukaa na wewe na kuanza kupiga stori za pesa na kazi na, na maendeleo, lakini sasa hivi zina zinaanza. Alikuwa hana mpango wa kukaa nawe wewe na kupiga stori za mambo ya kusafiri kwenda hapa na pale na wewe, lakini sasa zinaanza hizo zinapoanza namna hiyo, akili yako iwe mbele zaidi, kuwa niulize, kwa nini sasa hivi? Kwa nini ameanza kuzungumza zaidi? ana zamani alikuwa kaana tangu nimekuja tua tugariu karibuona unaendelea kuwa mzuri, inakuaje nakuwaje? Kwa hiyo uanze kuangalia na kutoa taga kwamba, je, anaishia kweli kwa hiki anachokisema, au kuna kitu zaidi kilichofichika ambacho mimi Uisi, aja, naigitui, fungiwa, mwazo, na ya kuja kunitokea baadaye, kwa hiyo uishi kwa tahadhari. Lakini kitu kingine ni hicho cha kufungiwa ndani na kunyimwa nguo. Kufungiwa ndani, nimefika tu, lango na ile inafungwa, kuna ruhusa kutoka, kuna ruhusa kwenda kigeni, kwenda sokoni, kwenda popote. Ukisema unaumwa, utachuliwa, unapelekwa, unatibiwa na kurudishwa na kufunguliwa tena. Hiyo pia ni dalili moja wapo, wewe tayari ni mhanga wa biashara haramu. Hivi vitu vinatokea hapa hapa katika jamii yetu, na tunao watu ambao wanatendewa hivyo na hawajui cha kufanya, wamesha ingia kwenye mtego wako. Ndani ndani ya majumba yetu kuna siri ambazo hatuzijui, lakini tungezijua, kuna wahanga wa uhabi humu nchini kwetu na katika jamii zetu na familia zetu. Watu wanaochukua watu kutoka huko vijijini, wakifika hapa mjini, wanawafungia ndani hawana ruhusa ya kutoka, wanawafanyisha kazi ngumu, wanawafanyisha kazi usiku, wakati mwingine na mchana, wanachelewa kulala na mwisho wa siku hawawalipi haki zao walizokubaliana. Kwa hiyo unakuta wananyanyasika hawa na kurudi nyumbani hawawezi hata kutoka nje, wawaruhusiwa kuongea na watu, wawaruhusi. Tayari hawa wameshaingia kwenye hiyo biashara haramu ya binadamu. Tusifikiri tu kwamba Tunapozungumzia biashara ya haramu ya binadamu ni kile kitendo cha mtu lazima atolewe hapa apelekwe Ulaya, apelekwe Warabuni, apelekwe sijui wapi, Marekani. Hapana, hiki ni kitendo pia kinachoweza kufanyika hata hapa hapa nchini, hilo lipo. Lakini hapa nchini wapo watu ambao wananyumsika sana katika majumba ya watu. Nafikiri kama mnaangalia pia kwenye aaaa, tunaona kwamba Una, na mabinti ambao wamejaribu wa kuhusuru maisha yao kwa kutoka ukuta kwa sababu wanafungiwa ndani kwa maisha yote. Wanapokuja wakiingia, wanafungiwa ndani, hawaruhusiwi kutoka, hawaruhusiwi kuongea na mtu, lakini pia wanapigwa. Akikosea kitu, anapigwa na anapigwa kweli kweli, na anabaki huko ndani, hana wa kumwambia na hawezi kutoka hela yake pia walikubaliana hawa wapo. Imetokea hapa hapa kwetu Dar es Salaam, imetokea Arusha, imetokea mikoa mingine, lakini hao ni wale walio shuhudu bosi alipoondoka, wakaruka ukuta wakakimbia na kujieleza. Lakini je, ni wangapi ambao wanarubuniwa kwa mtindo kama huo? Wewe ambaye unakaa na mtoto unamwambia, huyu ni mtoto wa dada yangu huyu ni mtoto wa shangazi yangu, huyu ni mtoto wa mjomba wangu. Ulipokwenda kule kijijini, ulimwambia mzazi i uli namwomba, huyu nikakae naye, nimsomeshe, nitampeleka shule, atasoma, atapata elimu, hakuna shida. Tangu imemchukua yuko nyumbani kwako, ni hausi geli au ni hausi boi? Anakuoshea vyombo, anakusafishia nyumba, anafanya kila kazi, lakini watoto wako wanaondoka wanakwenda shule wakirudi wakuta wamepikiwa na huyo mtoto, kwa sababu ujaidi kumsomesha lakini ampeleka shule, ndio unamtumia kama mtumwa wako ndani. Wewe pia ni mmoja wako, unafanya biashara hii haramu ya binadamu. Usifikiri kwamba biashara haramu ya binadamu ni kumuuza tu nje ya nchi, hata humu katika jamii zetu. Na na wakina nani hasa wanafanya hiyo biashara? Hata familia familia inafanya hii biashara ndani ya familia mimi na wewe tunaweza kuwa wa, wa, wa, wa, wafanyaji wa hiyo biashara kwa kutokujua. Kwa mfano wewe unayesikiliza kitu, ni mara ngapi mingine umeombwa ama na rafiki yako ama na ndugu, na ndugu utafuta msichana wa kazi au mvulana wa kazi? Tangu walipokuja walipoingia kwenye hizo familia, hujawahi hata mara moja kumuuliza yule binti uliyomleta, hata kumuulizia tu anaendelea au kwenda hata kumtembelea kuona mazingira yake au maisha yake, au kutafuta hata nafasi za kwenda kuzungumza naye ujue anapitia mambo gani ndani ya ile nyumba ambayo amekwenda. Hata kama yuko kwa ndugu yako, ni, ni lazima uende umchukue yule um, binti mkae, mzungumze, akueleze. Kwa sababu wewe ndiye umemleta, akueleze anayo yapitia, uangalie maisha yeah, yake. Je, anafuraha? hey, ni mambo gani anatendewa katika ile nyumba Ye, baba mwenye nyumba hamtumii kingono? Vijana watoto wa kiume walioko katika ile familia hawamtumii kingono na kumtishia kwamba akisema watampiga au watamuua? Kwa hiyo na nini, tunaweza kuwa tushiriki katika biashara hii haramu ya binadamu kwa kuwapeleka mabinti kwenye sehemu za kufanya kazi, lakini hatufuatilii kujua maisha yao yanavyoendelea. Hatufuatilii kujua wanateseka au hawateseki. Basi wewe kama umewahi kufanya kitu kama hiki, ni mshiriki mkubwa wa hii biashara, ni wakala mmoja wapo bila kujua. Kwa hiyo ningeshauri, nenda. Kama una binti yoyote uliowahi kumleta kufanya kazi, kumpeleka sehemu yote, fuatilia ya maisha yake pale yalipo, yanavyoendelea. Aweza kuwa ni shagazi yake, aweza kuwa ni ya mama mdogo, yaweza kuwa sijui ni baba mkubwa, nani, nani mjomba, wote hao wanaweza wakafanya unyanyasaji mkubwa wa hao waliowachukua kuishi katika familia ambao sio wana familia wa kuzaliwa pale. Ni, ni, ni kwa hiyo niseme kwamba hii biashara haramu ya binadamu inafanywa na wewe na mimi na yule na ndugu na wahusika ni familia wenyewe. Kama tutakuwa makini na kujua kwamba tukiruhusu watoto wetu waende kule wakafanye kazi, huyu mtu aliyemchukua mchukua wa mtoto huyu anapaswa kufuatiliwa na kuhakikisha anafuatilia maisha ya huyu mtoto kama yanaendelea vizuri. Je, hajauzwa? Je, hanyanyasiki haja mle ndani? Je, hapigwi? Je, hatumiki kingono na, na, na baba mwenye nyumba au na watoto wa kiume walioko pale? Watoto wengine wanachukuliwa na kupelekwa kwenye nyumba ambazo unakuta wanafungiwa ndani na mle ndani kuna mbwa na wanalazimishwa kulala na wale mbwa eh? mbwa wale wanaambiwa wana, wawafanyie matendo ya kingono. Lakini je wewe uliyempeleka unayajua hayo? Kama uyajui, pata hii elimu, anza kufuatilia. Kama hutofanya, na wewe ni mshiriki mmoja wapo, unatenda hii dhambi takutafuna wewe na familia yako. Fuatilia mtoto wa watu ulikompeleka, je yuko salama? Asanteni kwa kunisikiliza, sehemu ya pili ya uelimishaji juu ya biashara haramu ya binadamu. Kama Dada Wadogo, tunapambana kuelimisha jamii kuhusu hii biashara haramu ya binadamu na unyanyasaji unaofanyika na kama wewe ni mmoja wapo unanyanyasa mtoto wa watu, ujue haya yote unayomfanyia huyo mtoto wa watu yasipokupata wewe, yatawapata watoto wako madamu na wewe una familia. Unaijua leo yako na sasa yako, lakini kesho yako hujuu, na ujue watoto wako watabaki wapi na watabaki na nani. Badilika, acha unyanyasaji, ruhusu mtoto wa watu aende kwao ikiwa huwezi kumtendea vizuri. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Tunaomba tusambaze elimu hii kwa watu wengi zaidi. Wewe ambaye umesikia naomba umtumie na mwenzako, ili aweze kusikia aweze kupata hii elimu na kuokoka na kunitoa katika biashara hii haramu ya binadamu, asanteni.